Vijana kutoka madhehebu mbalimbali mkoani Kilimanjaro wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuongeza juhudi katika kutoa elimu ya kilimo hai na utunzaji wa mazingira kwa vijana ili kuandaa kizazi chenye uelewa wa mbinu bora za uzalishaji bila kuathiri mazingira. Taarifa ya Rehema Abraham inafafanua zaidi. Vijana hao wameyasema hayo wakati wa kilele cha kuadhimisha miaka kumi ya kusherehekea msimu wa uumbaji uliofanyika katika shamba la St Joseph Organic Farm SJS iliyopo kijiji cha Nyange wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Vijana hao wamesema kuwa elimu ya utunzaji wa mazingira ni muhimu, kwani inapunguza uharibifu wa ardhi, msitu na vyanzo vya maji, ambapo kwa sasa unaendelea kuharibika kutokana na shughuli za kibinadamu zisizo rafiki kwa mazingira. Tumeweza kujifunza namna nyingi za kufanya kilimo, ufugaji wa wanyama, namna ambazo mfugaji anaweza pata faida pia bila kuharibu mazingira. naeza kugeuza taka, mfano chupa za plastiki, kuliko tuzitupe, tunaweza tukabadilisha, tukabuni kuweka kwenye vitu mbalimbali, mfano tengeneza sehemu ya kuwekea maua, mapambo mezani. Sisi kama wadau tufasaiz kwamba kilimo hai ni bora kuliko kilimo cha kutumia kemikali, na pia vijana wengi wapewe fursa ya kuja kujifunza kilimo hai. Kwa upande wake mratibu wa mafunzo katika shamba la SJS Felisiane Piusi amesema kuwa wametoa elimu ya kilimo hai kwa vijana hao ili waweze kuwapa mbinu mbalimbali za utunzaji wa mazingira, huku mkurugenzi wa shamba hilo Arauni Di Souza akisema kuwa lengo lao ni kuwawezesha jamii kuhusiana na kilimo kinachoendana na mabadiliko ya tabia nchi na kisichotumia kemikali. Tumekuwa kwa uh, asilimia kubwa katika tama, uh, kongamano letu hili la sikukuu ya uumbaji. Tumealika vijana kwa lengo ya kwa kwamba kuweza uh, kuwarisisha kuwapa eh, maelekezo namna gani ambavyo naweza wakaweza kuzipokea hizi mbinu za kuweza kutunza mazingira yetu, ili akututunza kizazi ambacho kinafuatia. Wana msimu wa uumbaji, maana kwamba tunachokiangalia kikubwa ni kuweza namna gani ambavyo tunaweza tukaishi pamoja na mazingira ambayo yanatuzunguka. Kupitia semina hiyo, vijana wakijengewa, uwezo watakuwa viongozi wa kesho katika kulinda mazingira na kuendeleza kilimo endelevu.